Naitwa Fredi ni mkazi wa Homboza Kichangani. Namshukuru Mheshimiwa Rais Samia kwa kumteua mkuu wetu wa wilaya na kutimiza lengo lake la kuja kuwaona wananchi hapa katika mji wa Kichangani. Nashukuru kwa kero zilizokuwepo, mheshimiwa mkuu wa wilaya anazitatua kwa, kwa kubwa sababu, ametoka ametukamatia matapeli, wameweza kuwaweka ndani, na wananchi tulikuwa tumeweka katika ile eneo tu, tumeuziwa eneo la Kichangani kwa mazingira ya utapeli na watu tofauti tofauti, lakini mkuu wa wilaya ameweza kutuambia tufike Jumatatu katika ofisi yake, aweze kutimiza malengo ya sisi ya wananchi ili tupate hati zetu na haki zetu vizuri. Mkazi wa Homboza, mie ni Sukuma. Kwa hiyo mimi nashukuru kwa kiongozi wetu, alikuja hapa kuja kututambulisha sisi. Tunaomba, tunamshukuru, mshukuru, aendelee kutuweze sisi wazazi kama mi mama kusawo, sisi mama ni wanyonge, kusao atutetee ardhi, tukae vizuri, amani na watoto wetu. <coughs> Kwa ujio Mkuu wa Wilaya, tazama tulikuwa tunahangaika kuhusu hatujui hatima yetu ya maeneo yetu ambayo tumenunua kwa Homboza Kichangani. Lakini tunashukuru Mungu kwa ajili ya a kuja, kuja kwa Mkuu wa Wilaya. Tunaamini atatutatulia matatizo yetu ya hapa Homboza Kichangani. Tunamwombea Mungu Rais wetu aendelee kumbariki na hata uchaguzi unaokuja aendelee kupita kwa kishindo. Tunamwombea Mungu hata Mkuu wa Wilaya aendelee kumlinda na kumtetea, Bwana Yesu aende kumpigania kote anapoondoka mahali hapa kuwa pamoja naye. Tunashukuru Mungu, tunasema asante kwa ajili ya ujio wa mkuu wa wilaya, na tunaomba tuendelee mama Samia kutusaidia zaidi na zaidi. Naitwa Shabani Juma Maulidi. Maulidi tunashukuru ujio wa DC kuja kuongoza kitangani kuja kutusaidia wananchi wa huku na kuwa tuna amani, kwa sababu mwanzo tulikuwa tuna amani na kwa sasa katotea amani, kwa sababu mwanzoni madalali walikuwa wengi, wanauza maeneo ya watu maya mbili mbili, lakini tokea ameanza kuja huku kufanya vikao, wale watu wamekimbia na wengine wamekamatwa hapo magerezani. Tunachokiomba kwa sasa Mwenyezi Mungu DC apate afya njema, aendelee kuwa anatusaidia sisi wananchi wa wakicangana.